Kitovu cha IEBC kilionekana kuingiliwa na siasa, ambapo makamishna wanne mtazamaji waliweza kufika mbele ya kamera za runinga kujitenga na matokeo ya uchaguzi, huku makamishna wengine mtazamaji um, wakionekana ikionekana kuingiliwa na siasa huku makamishna wanne wakifika mbele ya kamera za Zuninga kujitenga na matokeo ya uchaguzi huku makamishna wengine kumradhi, watatu wakijipata taabani katika vurugu za ukumbi wa Boma sebu, tuweze kupata taarifa ya kumbukumbu ya Wafula Chebukati. Na hata saa zile furaka zilianza, mimi nikalala chini kidogo kulikuwa na wenzangu walinambia, lala chini usiumizwe. Tulikuwa tunamweleza tu ya kwamba chairman, jamani, huwezi fanya hivi ya kwamba wewe unataka kutangaza matokeo ambayo hatujaona. We therefore cannot take ownership on the results that is going to be announced. tarehe kumi na tano Agosti mwaka elfu mbili ishirini na mbili taifa lilingojea matokeo ya uchaguzi wa urais siku saba tangu siku ya uchaguzi. Ilitarajiwa matokeo yangebainika kufikia saa sita mchana, lakini mwenye kuyatangaza hakujulikana alikokuwa. Kutoka saa tano mpaka e, mwendo wa saa tisa hivi, ilikuwa ninaingia nikitoka nikiuliza chama na hajaingia, hajaingia, hajaingia. Tunahitaji kuona matokeo hii kabla haja ya kuja kutangaza. Tukaambiwa chairman amepigia simu presidential agents, candidates wote e, e, e, uh, na wameambiwa wakuje Bomas ndio tangazo lifanyike. e, nilimpigia mara kadhaa na nikikumbuka vema hakuna ile simu iliingia. e, simu yake haikuingia. Mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati katika hati kiapo yake kwa mahakama ya upeo alidai kuwa mwendo wa saa nne asubuhi alifahamishwa kuwa wawakilishi wa kamati ya kitaifa ya usalama ensak, walitaka kukutana naye Bomas mapema siku hiyo mwendo wa saa 9 asubuhi. Chebukati alidai kutembelewa na aliyekuwa seneta wa Busia Emos Wako pamoja na mkurugenzi mkuu wa Azimio la Umoja Rafael Tuju, alidai kuwa walitaka matokeo ya uchaguzi wa urais yarekebishwe. na wakenya walipotazama runinga zao na kusikiliza nyimbo za wanakwaya, Chebukati aliyekuwa akitarajiwa kutangaza matokeo hakuwa Bomas. Wengi wakishangaa, bwana Chebukati alisema alfajiri ati yeye amechoka, ameenda nyumbani kwake kwenda ati kupumzika. Hata wale commissioners wengine nikiuliza, maanake tulikuwa nakuta vice chairman Cherera, hata yeye mwenyewe alikuwa anasema hata yeye ajui, anasema anakuja, alikuwa wakati hiyo bado anasema tu anakuja anakuja anakuja. Kundi la viongozi wa kidini waliokuwa wakifuatilia mchakato wa uchaguzi waliwasiliana na Chebukati. so as we uh, headed to Bomas uh, the chair requested that we stop over and offer prayers for him at home before, before he, he, he proceed to Bomas. Askofu mkuu Jackson Sapit akisema walimpata mwenyekiti akiwa mwenye wasiwasi mwingi, very tense uh, he was just walking across the sitting room Uh, the wife and, and uh, uh, mwenyekiti wa IEBC alikuwa katika hali ya mgongano wa kimawazo. Wanasiasa walikuwa wakimwandama huku, kila mmoja akiwa na kauli na mapendeleo yake. Alikuwa anatarajia kukutana na wawakilishi wa kamati ya usalama ya NSAC, ikiaminika alihofia safari yake kuelekea ukumbi wa Bomas. uh, you know, if you hear somebody in distress, and he viongozi wa kidini waliandaa msafara wa magari kuelekea Bomas, wakizingira gari la Chebukati. Katika hati kiapo yake, Chebukati alidai kuwa wawakilishi wa kamati ya kitaifa ya usalama walitaka matokeo ya uchaguzi wa urais yabadilishwe kumfaa Raila Odinga au kuhakikisha hakuna mshindi ili taifa lirejee kwenye uchaguzi; kwamba makamishna wanne wakiongozwa na naibu mwenyekiti Juliana Cherera waliunga mkono kauli ya kamati ya ENSAC, lakini ikapingwa na makamishna Abdi Gulie na Boya Molu, Chebukati akisisitiza kutangaza matokeo kama yalivyokuwa. Nafikiri mwendo wa saa tisa na nusu, saa kumi hivi akatuita, sasa aka tue, a, kwa ofisi yake tukaelezwa kwamba chama namekuja chief agents mnaweza, mnaweza enda kumwona. Tukaenda tukakuta mimi nikaenda nikakuta nika hata wale wengine wamesha keti, na nikaketi nika, akasema ndio hizi nimekuja na matokeo na ninataka na kutangaza na matokeo ndio hii, so ninataka msaini mutie mu sahihi ile makatasi ya mwisho ambayo inaandikwa. Lazima uangalie tu kama kweli imeenda venye ulikuwa natakiwa, hiyo na ni haki yetu lakini wakati ulifika kule, Chebukati alikataa. Nikamwambia, nipe tu eh, kopi zangu na unipe dakika thelathini alafu nita, nita, haina neno nitatia sahihi na basi tuendelee. Akasema, mimi sina kopi nyingine, niko na moja eh, na utapewa kopi baada ya matangazo. Nikamuuliza wapi wale commissioners wake, kwa sababu alikuwa peke yake. Kasema uh, hajui mahali wako. Nikamwambia kweli najua wewe ndio returning officer wa presidential candidate, lakini singekuwa vyema kama ungekuwa na wale wote? Um, akasema yeye kazi yake atafanya kazi yake wakati wote huu. Kwa hiyo ilikuwa ikiongoza nyimbo ukumbini, wanasiasa wa mirengo tofauti wakiimba nyimbo sawa. Nao makamishna Juliana Cherera, Justus Nyang'aya Irin Masit na Francis Wanderi waliondoka Bomas na kuelekea katika hoteli moja jijini kutangaza kujitenga kwao na matokeo ya Chebukati. We are here not at Bomas of Kenya where the result is going to be announced because of the opaque nature of how this face has been handled. Walikuwa Bomas mpaka dakika chache ndio tukawaona eh, uh, Serena. That means pengine walikuwa wametoka bombers half an hour or 40 minutes thereabouts. Taifa likawa hatarini na hata kabla ya kufahamu yaliyokuwa likuwa kijiri, vurugu zikaibuka ukumbini, Chebukati alipoelekea kutangaza matokeo ya mwisho. When they were coming out of that room where they were supposed to sign, now the commotion was there, uh, there was a push from the Azimio team that you cannot announce a bungled election, we are not going to allow you to do that.

Wakati mimi natoka hivi ndio watu wa Kenya Kwanza wakaanza kunipiga. Walikuwa wanasema muue, ua, ua, ua. Mimi mwenyewe karibu nilikuwa nina ikawa tu basi, nafikiri nilisimama ile Mungu akanisaidia, lakini walinizunguka sana wale jamaa wale wa, wafuasi wale wa UDA walikuwa wako na hamu sana ya kuni ya kunivamia hmm. Lakini nafikiri macho yangu kidogo ikakuwa ni moto kidogo kama ya simba ingalau. <laughs> Nilianguka mara mbili, nikapigwa na viti, nikapigwa kofi, nikapigwa na maji, nikapigwa na kila kitu wakisema ua, ua, ua. Nikatoka nilipotoka kule bado damu yangu ilikuwa moto, sikuwa nasikia kama nimeumia ikawa wanakuja tu wanasimama, hata sijui ni kwa nini walikuwa wanasimama. Maana yake mimi nilikuwa naangalia tu namna hii, nawaambia mtu asiniguze. Hmm. Wanakuja tu wanasimama wote, wan, wananizunguka namna hii. Bahati pia Murkomen mwenyewe, waziri sasa, ambaye ndio wa wa, uh, wa, uchukuzi, ni Mungwana sana ya uh, yule ni Mungwana sana. Maana yake alikuja, alikuja kazi sasa, pia akanizingira, akaambia, aka, aka, aka wale wacheni, hakuna haja ya ku ya ku jeruhi mtu ama nini. Amani iliporejea, Rais William Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua, wakati huo wakiwa mgombea urais na mgombea mwenza wake, walifika ukumbini wakifuatwa na mwenyekiti kiti Chebukati, ambaye wakati huu hakuandamana na makamishna wawili wenza, wakiaminika kujeruhiwa wakati wa vurugu. The mic was

Chebukati alionekana kusongwa na mawazo, akafanya jukumu lake la kikatiba What the from us, an independent electoral commission. Japo makamishna wanne wakiongozwa na Juliana Cherera waliendelea kushikilia kuwa mchakato wa uthibitishaji wa matokeo ya uchaguzi wa rais ulikosa wazi. Mahakama ya upeo ilitupilia mbali kesi nane zilizopinga uchaguzi wa William Ruto miezi mitatu baadaye. Makamishna Juliana Cherera, Justas Nyang'aya na Francis Wanderi walilazimika kujiuzulu baada ya kusimamishwa kazi na jopo la kuwachunguza kubuniwa. Kamishna Irene Masit hata hivyo aliamua kujitetea. Askofu Mkuu Sapit akishangaa masaibu ya IEBC yalianza lini. Wote walikuwa wanaonekana wanafanya kazi pamoja, si kujua kwamba kulikuwa na shida. Tulikuja tu kujua baada ya kuona hawa Serena na kuona kwamba wameshi, uh, wakitangaza vitu zao Makamishna watatu wameondoka, watatu waliosalia wataondoka Januari tarehe 17 watakapo staafu, huku kamishna Masit akingojea hatima yake. Kuondoka kwa makamishna hao kukifikisha kikomo msimu wa kiza na malumbano uliosheheni katika makao makuu ya tume ya IEBC kwa kipindi cha miaka sita. Tangu Chebukati kuchukua hatamu za uongozi, jumla ya makamishna saba wamewahi kujiuzulu, wote wakilalamikia uongozi wa wa mwenyekiti naye Chebukati Akidai kulikuwa na mwingilio wa kisiasa kwa tume. Sam Gitoko Runinga.